Warumi kumi na mbili. Muumini anatakiwa au Mkristo yoyote anatakiwa kupambana ili aweze kuishi maisha ya rohoni. Kosa vyote, lakini usikose kuishi maisha ya rohoni Kuishi maisha ya rohoni si kuacha kazi yako unayoifanya. Kuishi maisha ya rohoni si kuacha biashara zako. Kuishi maisha ya rohoni ni kuwa na connection na Mungu, kasikia nini anachozungumza nawe na nini ambacho anachokuonyesha unayoifanya na biashara unazozifanya bado Mungu anaendelea kuitwa Mungu, na ukimtafuta utamwana katika kazi yako hiyo. Ukitaka kuzungumza naye utazungumza naye kwa sababu umempa nafasi, na umefungua masikio na machero Usiseme uko bizi ya tangia saa kumi na mbili hadi saa moja usiku unaenda kulala. Hapana, hakuna ubizi. Hata tukiwa tunalima na kupanda mbegu, bado roho yetu inaweza kuwa connected na mbingu. Hata tukiwa tunapika chakula, bado roho yetu inaweza kuwa connected na Mungu. Usisubiri kujikonekti na mbingu pale ambapo huna kazi ya kufanya eti ndo nakaa. Ni vizuri kuwa na muda ambao unajiprive <laughs> unajitenga mwenyewe pamoja na Mungu, lakini hiyo haimaanishi ya kwamba ukishatoka nafasi hile basi connection uikate, utende mambo yako lazima, ili aweze kukuongoza katika yote. bado ipo nafasi nasomee kumi na tisa mpaka ishirini na moja Warumi sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na tisa. Biblia inasema wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu ya kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa, anena Bwana lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. maana ufanyapo hivyo utam, utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya bali ushinde ubaya kwa wema. Usishindwe na ubaya bali ushinde nini? ubaya kwa wema, ubaya kwa wema <laughs> He, hili linawezwa na watu wachache sana. jina la Bwana libarikiwe. Unaposhindwa na ubaya, nisikilize, ina maana unalipiza kisasi, na bibilia inatwambia kwamba kisasi ni nini? Ni dhambi, sindio? Pia biblia imetwambia nini? Ungikuwa kipofu, usingifanyaje? Usingekuwa na dhambi, haleluya! Lakini unasema, unaona <laughs> na tena tukumbuke, ya kwamba kulipiza kisasi ni dhambi, lakini ili uweze kushinda, rejesha mema kwa mabaya. Haleluya! mlishe nani? Yule aliyekutembea kutembea, adui yako. Wangapi wanaweza tunaenda kanisani, neno tunalisikia, haleluya. Tunamaliza kulisikia, ukifika pale tu mlangoni, namkumbuka ule mama alichonifanyia, namtegea kwenye kumi na nane, ntamwonyesha kumi na nane zangu, lazima ingie tu. Unamaliza kukutana na Yesu amezungumza nawe na bado anatupa nafasi ya kwamba yawezekana ukabadilisha yale ambayo ulikuwa unapanga kuwa mabaya, ukafanya yaliyo mema, hata kwa adui yako. Lakini bado nasema kumi na nane yangu nitamshika. Yesu akikutega kumi na nane, unaweza pona? unaweza twende na, namalizia, nisomee andiko la mwisho Mathayo kumi na tatu mstari wa kumi na sita na kumi na saba Tunamaliza mstari wa kumi na sita, na kumi na kumi na sita Mathayo kumi na tatu Biblia inasema lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona na masikio yenu kwa kuwa yanasikia kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona myaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Nimerudilia hiyo mistari miwili tena. Lakini lakini heri macho yenu, heri macho ya kina nani yetu, kwa, kwa kuwa yanaona, kwa sababu sasa yanaona, na masikio yenu, na kwa, masikio yetu, kwa kuwa yanasikia kwa sababu sasa yanasikia. Tulishalisikia neno la Mungu. Kwa maana ami, ninawaambia na sasa, Yesu anatwambia manabii wengi na wenye haki, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona, walitamani kufanyaje? Kuyaona mnayoyaona ninyi, kuona yale mnayoyaona, wasiyaone <laughs> wenye pesa wengi matajiri wengi mabasi wengi wanatamani kuyaona yale mnayoyaona, mnapofunguliwa macho ya rohoni, lakini hawawezi. Haleluya! Kwa sababu wako kama ule kipofu aliyoponywa tu na kuona kwa macho ya mwili haleluya, haleluya. Moyo wako ukaweke tamanio la kuona, hadi wale watamani ulicho nacho ndani yako, siwajilinganishe nawe, kwa sababu wewe umekutana na Yesu na amekwambia ya kwamba heri wanaofanyaje? Sasa basi tamani kuona macho ya rohoni, ili wale wasijilinganishe na wewe. Wakasema wanayoyaona ndiyo nayoyaona. Ukawe tofauti, watatutofautishaje ikiwa wanayoyaona ndiyo tunayoyaona? Haitowezekana, watatuona kwamba tuko mamoja. Sasa watajuaje ya kwamba tumekutana na Yesu? Ni lazima macho yetu ya rohoni yafunguke uwajulishe yale ambayo hawaone. Maliza na tufunge kitabu. Wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Ni wangapi wanaotamani kusikia na kuona yale unayoyaona? Ndani ya moyo wako una uhakika ya kwamba unayo mambo ambayo unayaona ambayo watu hawayaone. Unazo sauti, unazo sisikia, roho wa Bwana akizungumza nawe, ambao wale matajiri hawawezi kusikia. Moyo wako unakuhakikishia ya kwamba una utofauti na yule ambaye hajamjua Yesu. uja kanisani ni kawaida, lakini umekuja kanisani, moyo wako, masikio yako na macho yako vimefunguka, vinamtazama Yesu.